Unafanya nini hapa nje na nani? Bwana Masud alitazama kando ya binti yake na kumwona Aisha. Huyu ni nani? Aisha alipiga kichwa chake chini. Zara alisimama mbele yake. Huyu ni Aisha, yeye ni rafiki yangu. Ananisaidia, ananifundisha. Bwana Masud alikodoa macho. Samahani, Zara alisema. Sababu niliyokuwa nikifanya vizuri shuleni ni kwa sababu yake, ananifundisha wakati wa chakula cha mchana kila siku, na ninamwelewa yeye vizuri kuliko mwalimu yoyote hapa. Kimya kirefu kizito kilifuata. Bwana Masud aliuliza kimya kimya, wazazi wako ni nani, mtoto? Aisha alijibu, simjui baba yangu, bwana. Mama yangu, yeye ni mgonjwa, anaomba karibu na Oshodi. Watu wanamwita mwenda wazimu. Hatuna nyumba. Bwana Masud alitazama ishara hiyo, binti yake akishikilia mkono wa msichana huyu.